Bwana Yesu amezaliwa. Amezaliwa kweli kweli. Haleluya. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye Nguvu, Baba wa Milele, Mfalme wa Amani. Mpendwa baba Askofu Dr Msafiri Joseph Mbilu, baba dini Chaplin, wapendwa viongozi wa diocese na viongozi wa usharika na wakristo mmoja mmoja Nina shukrani nyingi mbele za uso wa Mungu kufika siku hii ya leo mahali hapa na kupata nafasi ya kushiriki katika ibada sisi sote kwa pamoja. Niungane na baba dini, unapofika tarehe ya leo 25 ya mwezi wa kumi na mbili una kila sababu ya kumshukuru Mungu kwamba Bwana asante, maana kuna wengi ambao tumewaaga tena wengine ambao hata hawajazikwa, wengine hawajajulikana wako wapi kwao. Kuna mambo mengi yametokea. Kwa ukifika Krismas kwamba uko nafasi ya kwamba unaweza kula ugali, unaweza kula kaubwabwa, hata kama huna unaweza ukanywa maji na umeamka huko kanisani, kuna kila sababu ya kusema Bwana asante, maana Mungu ametenda. Na katika hilo tuendelee hakika kumshukuru Mungu kwa wema wake, na hapa navuta kusema kwamba Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema kila wakati, kila wakati. Mwema. Kuna mahali unaweza ukafikiri huoni uwema wa Mungu, lakini Mungu anajua na anatenda kwa jinsi ya ajabu na pekee. Kwa uwema wake ni wa ajabu. Haijalishi unapita kwenye kipindi gani, tunakumbushwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Ukijua hilo, huna sababu ya kuwa na mashaka. Mashaka yako ni kujibebesha mzigo, lakini ukijua amezaliwa kwa ajili yetu, mpe nafasi. Ataondoa dhiki yako, ataondoa shida yako, atakupa amani. Maana yeye ni mfalme wa nini? Wa amani. Mpendwa Baba Askofu, nimshukuru Mungu sana kwa nafasi fupi ulionipa kuweza kusema neno la shukrani. Awali yoyote kwa kweli, ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya nafasi hii niliyopewa ya kutumika ndani ya kanisa. nafasi ya Naibu Katibu Mkuu Misioni na Uinjilisti, lakini zaidi sana pia ninashukuru diocese yangu ya na hapa nimshukuru baba askofu. Na baba askofu, nipende kusema mbele ya usharika huu kwamba kama kuna wajibu mkubwa ambao kipindi hiki tumepewa sisi, wa diocese ya kaskazini mashariki, tumepewa wajibu wa kuipeleka injili. Maana kwenye misioni na uinjilisti, mimi ni naibu katibu mkuu, ninahusika na mambo ya utendaji. Mwenyekiti wa halmashauri ya misioni na uinjilisti ya kanisa ni baba askofu Dr. Msafiri Joseph Mbiru. Kwa injili isipoenda, maana yake nedi, tunalo maana mwenyekiti wa halmashauri na mtendaji ndio wameua injili misioni zilipofunguliwa. Maana yake tutaambiwa nedi, mmeua injili. Ni kwa neema tu imetokea, yaani muujiza. Imetokea kama muujiza, mwenyekiti ni yeye, na mimi nikapewa nafasi hiyo ya kuwa katibu mkuu misioni, naibu katibu mkuu misioni na uinjilisti. Lakini ndio mimi nasema namshukuru Mungu lakini namshukuru pia diocese yangu na, namshukuru kipekee baba askofu. Ameshiriki kwa sehemu kubwa tangu nilipokuwa nikileta maombi. Maombi yalipotolewa wakati wa kufanya application. Nijiuliza kwamba niko Dar es Salaam. Je, ni apply kupitia Dar es Salaam? Nika apply hivyo, maana nitakuwa mimi tayari ni mtu wa Dar es Salaam. Nitakwenda nita kule nikiwa Dar es Salaam. Lakini moyoni mwangu ndani kabisa kuna kitu ambacho nimefungishwa ndoa nacho ni mimi na K na DKMS. Yaani hiyo iwavi ni popote lipo. Najisikia kwamba mimi ni wa DKMS. Kwa bado nilisikia moyoni mwangu kwamba nitarudi nyumbani. Nitakwenda kwa askofu wangu, nitamwambia baba kuna nafasi hii. Naomba mniendoze. Na baba askofu hakuwa na neno wala na, akasema hilo tuko pamoja. Aliandika barua, na barua ile ya endorsement ndio ikaniruhusu sasa kuingia kwenye mchakato wa haya mambo mengine ni kweli kama alivyosema sitarudi huko. Mchakato ulikuwa mrefu, ila mwisho wa yote sifa, heshima na utukufu vibaki kwa vya Mungu. Si kwa kuwa mimi ni mzuri sana, wala si kwa kuwa nina uwezo mkubwa sana. Ninachoamini ni neema ya Mungu, amenituma ili nitende ile ambalo amelikusudia. Niombe sana kutoka miongoni mwetu, tuendelee kuombeana. Kazi hii ni pana, kazi ya Naibu Katibu Mkuu Misioni na Uinjilisti. Mwanzo nilipoomba Nikajua ni kawaida, lakini baada ya kuwa sasa nimepitishwa ni orientation na orientation ya mwezi mzima, nikaanza kusema hegwe, kama ningekuwa kijana mdogo sasa, unaweza ukaambiwa mrudishe mtoto wa watu kwao, maana inaonekana hizo kazi za <laughs> kukimbia huku na kwa sababu umri huu, miaka karibu 28 ya ndoa, hata mwenzangu ananielewa nikikimbia kimbia amenis, ameniruhusu. Bwana Yesu asifiwe. Kazi hii inahusika na vitabu vyote vya Tumwabudu Mungu Wetu. Hivi ni kitabu kimoja muhimu sana, Tumwabudu Mungu Wetu, lakini sio hicho tu. Maandiko kwa ujumla, kuna swala la vitabu vya nyumba kwa nyumba, kalenda zetu. Lakini upande mwingine, mambo mbalimbali yanayohusu maandiko ya kanisa, kuna kamati chini ya misioni na uinjilisti kuangalia uhalisi na uhalali wa maandiko, ili andiko linalotoka la kanisa kama ni uzushi basi kamati hiyo pamoja na dawati la misioni na uinjilisti kuzuia uzushi usiendelee katikati ya jamii. Lakini kuna mambo yanayohusu elimu ya Kikristo ndani ya kanisa. Na hapa tunajua kwamba elimu ya Kikristo imekwenda ya chini sana. Siku hizi sisi mashule mengi hatuendi. Ni wajibu mkubwa, nikajiuliza tutafanyaje, kinajua Mungu ana njia. Vijana pia, Baba Askofu tunashukuru kwamba mwaka unaokuja ni wa vijana. Lakini chini ya KKKT vijana iko chini, chini ya idara ya misioni na uinjilisti lakini pia tuna wajibu wa ushuhuda wa neno mahali mbalimbali. Tuna wajibu wa kupima mafundisho pia kwenye vio vyetu, ikiwemo vio vya kanda na yale yanayohusiana na uendelezaji wa kanisa kwenye vio mbalimbali mbali. Kuna kazi ya kusimamia misioni Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi, Msumbiji na Kongo, pamoja na mahusiano mengine na vyama mbalimbali vya kimisioni vya ndani na nje ya nchi lakini pamoja na hayo kufanya kazi kwa karibu na viongozi wetu wa kanisa, hawa wazee wakiamua kwenye mkutano mkuu, wakiamua halmashauri kuu, yaliyoamuliwa na pelekwa kwenye misioni na uinjilisti, naibu katibu mkuu, kazi yako kuchakata na kuhakikisha kwamba maagizo na maelekezo yamefanyiwa kazi kwa kadri inavyostahiki. Ukiangalia haya yote na mengine ambayo sikuyataja ni wajibu mkubwa. Baba Askofu, umesema jambo kubwa, ninawawakilisha na mimi niseme kwamba nalipokea hilo kwa uaminifu na kwa unyenyekevu. Lakini ninapowawakilisha na mimi naomba, naomba niwape kazi ya kufanya, mniombe sita waomba kitu kingine kikubwa zaidi. Naomba mniombe unapoomba, unapokumbuka kanisa, mwombee mtoto wenu ambaye katika wajibu huo, ili aifanye kazi hiyo kwa nguvu na kwa uaminifu unaostahili. Lakini wakati mwingine pia, nikizidiwa nitarudi kuomba Biblia Najua tuna michango ya deni la dausis, hiyo itaendelea, hatutaiacha mpaka tumalize. Lakini kule ambako kuna misioni mpya, kuna watu wanasali chini ya miti, bado kuna watu hawajapata kushika Biblia bado. Kwa hiyo nikizidiwa, nikija kuomba Biblia, nikwambia nipe Biblia, usianze kusema ya nini tena, we changia Biblia, Nikikwambia kuna kitabu cha nyimbo tunahitaji tupeleke mahali, changia kitabu cha nyimbo. Nikikwambia kuna tenza rohoni, tuifanye kazi ya injilisti, watu wamjue Mungu, watangaziwe habari za Kristo ili ajapo waende wapi? Waende mbinguni. Bwana Yesu asifiwe <laughs> Baba Askofu, nirudie tena kusema kwamba ninamshukuru Mungu simama katika madhabahu yetu ya kanisa kuu ndani ya dayosisi yetu. Ninapokwenda ninajua kwamba nimetumwa kutoka KKKT Dayosisi ya Kaskazini Mashariki na kwenda ku, kutumika kwa kanisa zima lakini moyoni mwangu najua kwamba mimi ni wa DKMS. kakia kambuzi iyo atujenyaka eh kakia kambuzi tuo ishi na nyokwe. Sasa mimi hako kakia kambuzi basi, sitasema kwamba nitakuwa na upendeleo hapana, nitafanya kwa uaminifu. Lakini wakati mwingine hata kama ni kwa uaminifu, wakiwepo wawili, naangalia huku na huku unupina kunupi <laughs> Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Wapendwa heri ya Christmas. Heri ya Christmas. Amani ya Kristo endelee kuwa nasi, tuendelee kuombeana. Asante sana baba Skofu. Asante mchungaji Walalaze. Tunakutakia baraka za Mungu katika wajibu wako huu ambao unaanza tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka 2025. Mungu akutangulie sana. Amina. Baba Askofu, niongeze kadogo, muombee pia na familia yangu, mke wangu ni mchungaji huku yupo, kwa hiyo bado tunaendelea kuliombea, maana mchungaji haondoki, mchungaji hafungashi mabegi. Tunakuondoka ana kuondoka ana usharika, tuendelee kuliombea, lakini ah, kama nilivyosema tiwanu wagima basi mwendelee kutuombea <laughs> <laughs> <laughs> ubarikiwe sana, asante sana naomba tupokee salamu hizi za mchungaji Walalaze kwa mazito matatu. Mchungaji, tunakutakia kazi njema unapowakilisha, uh, uh, dayosisi yako ya Kaskazini Mashariki katika nafasi ile Mungu aliyokuitia. Amen.